Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TV habari, na sasa tuungane naye Nizi ya Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari: wajasiriamali wahakikishiwa changamoto zilizopo si za kudumu. Asante sana Miriam Mlaponi na mtazamaji kwenye habari za biashara. Leo tunaelezwa kuwa naibu waziri wa kazi, ajira, mahusiano Rahma Riyadh Kisui amewatia moyo wajasiriamali kuwa changamoto zilizopo katika sekta yao hazipaswi kuwa za kudumu hivyo ni muhimu kila mdau akaanza kuchukua hatua huku serikali ikiwawezesha kupata elimu ya biashara na kuhakikisha wanapata mitaji kwa ajili ya kukuza biashara. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya wajasiriamali wanaojishughulisha na utengenezaji wa batiki huku akizitaja biashara ndogo dogo kuwa ni sekta ya kazi yanayobeba nguvu kazi kubwa ya nchi hususan maeneo ya mijini na yenye mchango mkubwa kwa kukuza pato la taifa na mtu mmoja mmoja. Ndugu washiriki, natumai sana mafunzo mtakayopatiwa leo yatawajengea uelewa wa hatari zilizopo katika shughuli zetu pamoja na kuwapa mbinu za kujikinga ambazo mtaelekezwa taratibu muhimu zinazopaswa kuzingatiwa ili kuwa salama na wenye afya njema. Tunawategemea sana. Na afisa mtendaji mkuu wakala wa usalama mahali pa kazi OSHA Hadija Mwenda amesema huu ni utekelezaji wa maagizo ya serikali kuhakikisha wanayofikia makundi yote ikiwemo wajasiriamali, huku akiahidi kwenda na kasi ya mabadiliko katika siku mia moja za kwanza za rais madarakani. Kundi hili ni kundi muhimu sana ambalo limejiajiri na linafanya kazi katika mazingira ambayo ni, hata, ni hatarishi. Kwa kuwa wanatumia kemikali. Sasa sisi tumewaita hapa kuwapa mafunzo ya namna gani ya kujikinga na athari ya hatari hicho cha kemikali. Lakini mbali na, kuwa, mbali na kuwapa mafunzo, vilevile tumeona tuwape vitendea kazi. Kwa hiyo tumewapa vitendea kazi ambavyo tumewapa reflectives, na jackets, tumewapa maski zenye ubora kabisa, lakini pia tumewapa gloves, na tumewapa na sanduku la huduma ya kwanza kwa sababu gani? Tunataka haya mafunzo pamoja na kuyapata, lakini kuwe na vitendo, lakini yawe endelevu. yawe endelevu. Mafunzo haya sisi wenyewe tumeyafurahia sana, kwa sababu hatujawahi kupata mafunzo kama haya, ila tunavyoona, tutakapopata haya mafunzo yatatusaidia hasa kwenye utendaji wetu kazi, na tunafanya kazi muda mwingi tukawa tunafanya kazi bila kupata haya mafunzo, lakini tunaamini leo baada ya kupata haya mafunzo tutayazingatia na tutafanya kazi sana alivyotufundisha. Serikali imeanza kutoa elimu kwa wakulima kuhusu utambuzi wa mbegu feki na matumizi sahihi ya pembejeo kabla ya kuanza msimu wa kilimo, ikiwa ni hatua ya kuongeza uelewa juu ya matumizi bora ya mbolea pamoja na umuhimu wa kupima afya ya udongo. Hatua hii imekuja wakati mamlaka za hali ya hewa zikionyesha baadhi ya maeneo nchini yanatarajiwa kupata mvua nyingi na mengine wastani, hivyo kuhitaji wakulima kutia mbegu bora zinazoweza kuhimili mabadiliko ya hali ya hewa. Amesema utoaji wa elimu hiyo unalenga kuwajengea uwezo wa wakulima kuwatambua wafanyabiashara wasio wanaosambaza mbegu zisizofaa sambamba na kuhamasisha matumizi sahihi ya mbolea ili kuongeza uzalishaji wenye tija. Zoezi hilo pia linatarajiwa kusaidia sekta ya kilimo kuweka misingi imara ya uzalishaji, hasa kipindi hiki cha maandalizi ya msimu mpya. kwa baadhi ya maeneo yatapata mvua wastani na chini ya wastani, wakulima wajiandae na msimu kwa kuchagua mbegu zinazokomaa mapema, lakini pia wajiandae kwa kuzalisha pia na baadhi ya mazao ambayo yanahimili ukame. Tunahitaji wakulima watambue wanapokwenda kununua mbegu bora, namna gani agundue kwamba hii mbegu ni yenyewe au siyo halisi. Ni tija kubwa kwa wakulima, kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakiuziwa mbegu isiyokuwa sahihi ambapo inapelekea uzalishaji mdogo. Akiwapokea wataalamu hao, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewataka wakulima kutumia kikamilifu elimu wanaopewa ili kuongeza tija kwenye mazao wanaolima. Amesema serikali inaweka nguvu kuhakikisha wakulima wanatumia pembejeo bora ili kuongeza uzalishaji na kuchangia ukuaji wa uchumi kwenye ngazi ya kaya na taifa. Wataalamu hawa e, watazunguka hapa kutoa elimu hiyo e, kwa maana ya mbegu, halafu watazungumzia maswala Eh, ya mbolea, lakini si hapo tu, watazungumza fursa mbalimbali mbali ambazo eh, zimewekwa wazi na bayana kwa wakulima. Sasa hivi watakujeni, watakupeni elimu ya namna ambavyo mashamba yenu hayo yatapimwa na kusajiliwa rasmi katika mifumo ya kiserikali. na kutokana na ufanisi kuongezeka bandari ya Tanga imepangiwa kuhudumia tani milioni moja na laki sita kwa mwaka wa fedha 2025/2026 ikiwa ni sawa na tani laki moja na thelathini na saba kwa mwezi, ambapo hadi sasa wameweza kuhudumia tani laki mbili kwa mwezi, hatua ambayo inawezesha kuvuka malengo yaliyowekewa. Akizungumza wakati wa kushusha makontena sita ya mizigo ya lami katika bandari ya Tanga ambayo yanasafirishwa kwenda nchini Malawi, kaimu meneja wa bandari Peter Milanzi amesema hatua hiyo ni kutokana na ufanisi kwenye kazi wanazozifanya kwa ajili ya kuwahudumia wateja wao. kuanzia mwezi wa, mwezi wa saba au Julai mwaka huu tumekuwa tunavuka malengo. Tulianza kwa tani laki moja hamsini na mbili, baadaye tukaenda tani laki moja hamsini na saba. E, kwa muda wa miezi miwili kuanzia Eh, tuseme mitatu kuanzia Septemba, Oktoba na Novemba tumefikisha tani laki mbili kwa mwezi. Kwa hiyo tunaona hiyo ni ishara kubwa kwamba ma, malengo tuliyowekewa na, na serikali tani hizo tulizozihudumia ni ishara mojawapo kwamba tutafika yale malengo tuliopangiwa na kuvuka ikiwezekana. Zakaria Muhamed na Nenuka ni msimamizi wa kampuni ya Amura ambao ndio wateja wa mzigo huo wanaelezea urahisi wa kutumia bandari ya Tanga na tija inayotokana na huduma za kushusha mizigo bandarini hapo. Imeanza first time kuingiza kontena 6 ambapo kontena hizo zina, zina takriban tani 125 na kilo 430 kwa gari moja. Ina uwezo wa kuweza kupakia mapipa 165 kwa usafirishaji kwa nchi kwenda sehemu yoyote ile, na nina expect di, eh, end of this December tunatarajia kuwa na container zingine 20 ambazo tutazihudumia hapa hapa. Asante sana mtazamaji, na Miriamu Mlaponi, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. ni kushukuru sana nizi ya Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji ni tv habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na kusoma kwenu na Roman Shirima. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante naendelea kuwa nasi.